msitake kukati na kupesti kwa stories zilizopita. Nataka mimi hili, inachukua muda gani? Image kuingia dakika mbili? dakika moja? Anzeni basi, hiyo gari iliyopo pale, nataka ni nione mimi. Anza kuingiza gari liwaanze kufanya skani, hicho ndicho. Kwa hiyo ninyi huwa mnacontrol namna gani? Huwa mnatoka nje kwanza mnamwambia skani au mnamwambia pita tu? Sasa mbona hujazitumia sasa Wana, sisi hapa kazi yetu ni kuanalyze image. Kuna coordination kati ya kuskani inafanyika na watu wa nje na, na kile chumba cha kule sasa, tutakuwa umejuaje? Je, akikuta kompyuta zako mezimzima na yeye kule ameshatoa instruction ya kufanya analysis. Tuna seva ambayo inapokea hizo image, alafu ndio nataka hii sasa process yako, ya hii gari wanayoipima kule, nijue reflection ya vifaa vyenu hivi inakuwaje, gari kabla halijapimwa vinavyopimwa na vifaa vilivyomo mle ndani kutokana na lile roli lilio pale. Yeah. Mniambie kama vifaa vyenu havifanyi kazi, mseme havifanyi kazi. Wanapomaliza kuskani inakuwa haina haina manifest. Zinaenda kwenye database, zinaenda kuhifadhiwa kwenye database. Zinachukua muda gani mpaka zikahifadhiwe? Mheshimiwa Rais, kama kama kama utaribe ili inuelewe vizuri, ungeomba kwa heshima tuanzie kwenye skani anavyo kwa sababu hata kule unaweza inaanzia kazi eh? Yeah. Alafu tu hapo nani Commissioner <laughs> General, mimi nime nime, nime nime au nikueleze na mimi experience yangu ya kupima ha, hapana. Nimetumika sana kupima mimi kwenye mizani ha, hapana. Umenielewa? Ha, ninafahamu kinachofanyika. Mizani ya magari kwenye barabara, ninafahamu processes zinazofanyika. Ha, umenielewa? Ha, gari itakapokuwa linaingia kule, kwa sababu kitu kinachotakiwa kuonekana mle ni reflection ya mizigo iliyomo mle ndani, actually by infrared diffractions ndio inafanya kazi kule. Ni lazima iwe reflected, huku ita, na ndicho nataka mimi nijue huku, na ndio maana nimekuja huku, otherwise gari litakuja pale litapita, wala nisifanyiwe scanning Nikaondoka nikaenda kule, kumbe na meno ya tembo. Kwani hawa si watazungumza tu, watazima tu hivi vitu. Ndio nataka nije huku, kwa nini nimekuja huku. Sasa nataka mnisaidie hilo gari liliyopo pale, lakini kama hizi mashine zenu hazifanyi kazi, mniambie, nijue kwamba hizi mashine nazo hazifanyi kazi, mumeziseti tu kama picture, niondoke. Nataka the reality, nataka ukweli, hizi mashine zinafanya kazi. Sasa nataka hiyo gani niliona basi. Ni nani anaanza kuliona? Wewe, wewe hapa hapo. Ndio nataka nijue. Wewe ndio mkubwa hapa. Huyu hapa. Wewe, ah, wewe si unakaa huko. Mimi nakaa huko. Nieleze sasa kinachofanya kazi huko. Utaratibu mzima wa wa kufanya scan ni kwamba container lisha scaniwa, linaenda kwenye database. Ile image, image inaenda kwenye database. Tunakuwa bado hatujapata taarifa kuhusiana na ule mzigo ulioko kwenye ile container. Kwa hiyo bila ile taarifa rasmi ya ule mzigo ulioko kwenye container, hatuwezi kuangalia, tu hii picha peke yake haitoshi. Aha. Kwa hiyo kwa maana nyingine unaniambia yule anayeweka mle kwenye database asipoamua kuwapa ninyi hamuwezi mkaona chochote? Hapana, ile image kisha ikishaskaniwa yeah, sisi tuna uwezo wa kuiaccess, tutaiaccess. Kuna ofisi iko pale ndio inaita nito. Ile image ni tofauti tena na ofisi eh, ni tofauti na ofisi. Kwa hiyo hii ofisi inafanya nini? Hii ni ku an, baada ya ile image kuunganishwa na ile declaration ndio inaletwa hapa kwa ajili ya kulinganisha ile ile. Ona, ile image wanajua nini declaration. Don't treat me like a blalasa I know what I'm asking. Mnielewa? Yeah, kwa nini hakuna connection kati ya zile databases zinazoingia kule na huko? ile di... kusudi kinachokuwa reflected kule na huku, na sisi tunakiona, ili kusudi wewe ujue yule asipofeed kule kwenye data, maana yake wewe utakaa hujui kitu chochote, kama hilo gari limekuwa na halafu, wamewafungia hata madirisha, huwezi ukaona, wala huwezi ukaona kama kuna gari limepita pale. Utajuaje kama leo yameshapita magari matatu? Ni mmoja wa watendaji wetu ndiye anakuwa anasimamia pale, kuhakikisha hizo. Asipokueleza, kwa hiyo hutajua hata kama magari yamepita pale. Sema tu ukweli. Mheshimiwa, hapa tumeipangana kwamba kila nafasi ina mtendaji ambaye anahakikisha kwamba ile kazi inafanyika.